Natoa msamaha huo kwa sababu hata maneno ya Mwenyezi Mungu katika kitabu cha Luka sura 23, 34, ya 23 mstari wa 34, yanasema na hapa nanukuu, Yesu akasema, Baba, uwasamehe kwa kuwa hawajui watendalo.